Hadithi ni sahihi kabisa, hadithi nimeleta leo, natakie watu kwa social media au katika group WhatsApp au kisema yote TikTok, kila habari unabata, kila message unapata, baya message hii inaleta hatari katika jamii, inaleta fitna katika jamii, inakhatirisha amani katika nchi, inavunjia heshima kiongozi wa nchi au mtu yote sheikh au mtu yote inamvunjia heshima yake, utakiwa usisambaze. Ifika kwako Facebook, huwa hapa hapa kuchukua kumtumia grupu ingine, na wewe wameshiriki, na mpaka una hakika, utakuwa katika mishiriki na wewe kusambaza, ili uongo na wewe utapata dhambi ume, ume dakiwa, kama ule aliandika, kwa sababu wewe umesambaza. Naam, subhanallah, dakika uhakishi hiki kitu hadha, kama inchi kitu ina ina hatari ya katika inchi yeah. Mtoka mtu asema, mtoka hivi mtoka hivi mtoka hivi ambay kitu inamgusa ina amani wa nchi yetu na mm, hii itakuwa dhambi kubwa hapa. Nakusudia Abubakar mtu kamtukana Abubakar kamtum mingu Abdulqadir kamtumi kitu fulani, takiwa usisambaze mpaka uhakikishe, alafu usipate dhambi, nawe ujue kweli kwa wapi. Umeelewa Sa? Uzuri sasa, vipi mtu anasambaza kitu inahatarisha amani ya nchi mm, inagawa watu kidini

wanapenda kumchafua watu fulani, wengine wa shekhe, wengine mtu kiongozi wa nchi, yaani yoyote. Na Mtume anasema, shehe Abubakar, yoyote ambaye amevunja heshima ya ndugu yake Muislamu, siku ya kiyama atakunywa juisi katika moto, ni juisi imechanganya usaha na damu. Kumchafua heshima Muislamu, au heshima mtu yoyote Kumbe Allah Subhanahu, ni dhambi kubwa sana. Sasa vipi mtu kama anamvunjia heshima kiongozi wa nchi? Mtu analeta sikizi, unaleta big picture. Mwana Abubakar, kama anafanya zina na maneno, kumbe umetengeneza AI. AI anatumia sasa, kitu hujui. Leo naona katoni mtu mdogo akiswali, anaongea, amezaliwa jana. Hii ni wote, umetengeneza. Sasa wewe kama hujui mambo hii na uhusiki bora, kama umeona, acha hapo hapo, usambaze, usiingie wewe ambayo katika hadithi mtasema hapo, amesema awali, yeyote anahadithia watu kichochote yeye kwake ana, ana, ana, ana inafika na huyu ni uongo na mtu anasema anasema anasema mtu kama anasema uongo atangia motoni, wal iyadhu billah. Sasa nuzanguni na sahawangu hivyo, tunabidi katika muda ya hatari sana muda ya hasasia sana, kila moja amlinde ulimi wake, amlinde macho yake, alinde nafsi yake. Mtume katika hadithi anasema, katika mtu wangu muislamu yote muumini yote amedhibiti ame sehemu mbili, baada huyu kusali kufanya kheri, lakini laki, laki, amezidisha kudhibiti sehemu mbili. Mtume anasema, mimi namba guarantee mtu Muhammad atangia peponi Man yadman li ma baina lahyayhi wa ma baina fakhidayhi damintu lahu al-janna. Yeyote anadhibiti anad, anad, anad, ulimi hii, aseme kitu ovyo. Mm. Na analinda kitu hivyo ndani ya mguu mbili, maanake utubu wake hafanyi zina na ulimi aasema asimtukane watu, asisambaze fitna, asisambaze shari. Mtume anasema Muhammad, mimi naomba garanti atangia peponi mmoja wetu wingi wote wetu wena Abubakar, ata atajilinda asifanye zina. mm. lakini ulimu hili ni hatari, tumekwambia Muadh amsik alika hada mpaka mtume kataa ulimi nje. mm. sema mtume, Allah, mimi kitu naongea kawaida, mara ngine napoteza muda tu pata dhambi? sema naam, sema kwani watu wataingia motoni kichwa kichwa, wataanguka kwa ajili ala illa ala hasaid arsnatihim, isipokuwa kitu wamechuma ulimu wao sana saha wangu ndugu zangu, ni waislamu wa watanzania wote, kila kitu usisambaze, usiamini, usichangie katika watu wanachafua nchi wanachafua kiongozi. Tuombe Allah taala tuzidishe dua na uchaguzi bite amani ya salamu mm, na kila Tanzania mwislamu, mtakia yeye alinde amani ya nchi, sio kuchafua amani ya nchi.